Sote pia tunafahamu kwamba kilimo ni uti wa mgongo wa taifa letu. Tunapozungumzia kilimo, tunazungumzia usalama, usalama wa chakula, lakini kilimo ni biashara, kilimo ni uchumi. Tukumbuke katika mkoa wetu zaidi ya asilimia themanini na tano ya wananchi wetu wanajihusisha katika kilimo, hivyo kilimo ni maisha yetu kwa namna ya pekee ili sisi tuweze kuwatumikia vizuri wananchi wetu katika swala hili la kilimo, viongozi na wataalamu tunapaswa kuwapa elimu na uwezesho wa swala la kuendelea kulima kwa kutumia zana za kisasa na teknolojia ya sasa. Wote tunafahamu kwamba kutumia jembe la mkono tija yake ipo chini katika ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia. Hivyo viongozi wa wilaya na halmashauri jaribuni kufikiria nje ya box, namna na ya kupata zana za kisasa na bora kama matrekta katika kila wilaya, ili wananchi wetu waweze kuyatumia kwa kilimo chenye tija. Pia mnaweza kuanza hili kwa kutumia kuwakopesha wananchi wetu kupitia ile mikopo ya asilimia kumi. Angalieni namna bora ya kuwasaidia wananchi wetu waweze kupata kilimo biashara eh, ambacho kitakuza uchumi wetu.